Naam mtazamaji, tukio tena. Taarifa hiyo ni kwamba hali ya wasiwasi <coughs> inaendelea kugubika eneo la Kajiado Magharibi baada ya ndovu uh, kwa kanyaga na kuwaua watu wanne chini ya wiki moja. Inaarifiwa kwamba ukame unaoendelea katika eneo hilo umesababisha ndovu zaidi ya mia tatu kurandaranda ukitafuta maji na malisho na hivyo basi kuongeza migogoro baina ya wakazi na wanyamapori. Saa kumi na mbili baada ya Elijah Lekam aliyekuwa na umri wa miaka ishirini na mitatu kuwawa na ndovu katika eneo la Oltepesi Kajiado Magharibi, mkasa mwingine umetokea tena na kulitosa eneo hilo kwenye kilio na majonzi. Tena familia ya Ngayok Pusaren aliyekuwa na umri wa miaka arobaini inaomboleza kifo chake baada ya kukanyagwa na ndovu hadi kufa alipokuwa na wenzake malishoni. Wakiwa wamewapeleka mbuzi malishoni, ndovu aliyekuwa akirandaranda alitokea ghafla na kuanza kuwashambulia wafugaji. Watatu walibahatika kuepuka kifo, mmoja akiachwa na majeraha mabaya. Kwa bahati mzuri ikanigonga mimi, yani huyo marehemu ikanigonga mimi. Kaingia ndani ya mtaro. Mimi nilibahatika kwa sababu ni, ni nimevuka hapa kwa hii, kwa hii mtaro hapa. Wiki iliyopita mwalimu mmoja wa chekechea aliwawa karibu na nyumbani kwake, huku mvulana wa miaka 23 mitatu na mwanamke mwingine wakiuawa katika eneo la Oltepesi na Mosiro mtawalia. Siku ya Alhamisi wiki iliyopita, ndovu waliweza kushambulia mama mmoja ambaye alikuwa ni mwalimu wa ECD na ikaweza kumuua tena. Jana iliweza pia kushambulia mchungaji. Inaarifiwa kuwa zaidi ya ndovu mia tatu wanaotafuta maji na malisho wanaendelea kurandaranda na kuhatarisha maisha ya wakazi. Kwa sababu eh, kuna kiangazi kubwa, kuna ile kompetishon ya, ya lishe na mambo ya maji. Kila siku ni maafa, kila siku ni mkusanyiko wa maneno. Sasa twahitaji suluhu itakaye dumu. Maafisa wa KWS waliwapiga risasi ndovu wawili ambao wanaaminika kuhusika na mauaji hayo huku vikosi maalum vikitumwa Kajiado Magharibi kutuliza hali. Ndovu huyu ndiye anaaminika kuwa alimuua Elija Likamn katika eneo la Oltepesi, wakazi sasa wakitaka serikali kupitia shirika la KWS kuingilia kati na kuwadhibiti wengine zaidi ya mia tatu ambao wanaaminika wanarandaranda hapa Kajiado Magharibi ili kuepuka hasara zaidi. Robert Masai, runinga ya Citizen, Oltepesi, Kajiado Magharibi. <mucho>